Na mtume akipata dhiki akimbilia msikitini kwenda kuongea na nani? Kwenda kuongea na Allah. Lakini maa lasaf, kuna watu tuna swali na hatujui hata katika hii swala tuzungumza na nani. Hatumtukuzi Allah, hatumuogopi Allah, hatumkhofii Allah. Ndio maana swala zetu nyingi zimekuwa ni swala za kinafsi. Sema hivi, ni maneno ya Allah, asema wa idha qamu ila salati qamuu kusara Yurauna nnasa wala yadhkuruna Allaha illa qalilan. Munafiqun, katika sifa zao aliwataja Allah akasema, wanaposimama katika sala wanasimama wakiwa ni wavivu, hawasimami wakiwa na thabati na ushujaa kwa ajili ya Allah na hawamtaji Allah isipokuwa uchache tu. Na ndio sala zetu leo nyingi, ukiswali sura zako ni zile fupifupi ausimami kisimamo kirefu. Na ikiwa imamu itatokea iwaswalisha mathalan akarefusha kidogo, utasikia maneno nje, yule imamu atumtaki bana, mambo gani wewe imamu, wasoma swafa nzima ya nini? Kwani ni tarawe? Kwa sababu hatujui twazungumza na nani, ujui tuzungumza na Allah subhanahu wa ta'ala.